Chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kimejiondoa rasmi kushiriki katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwaka huu wa 2025 wakati mwenyekiti wao Tundu Antipas Lissu akiwa rumande huku akikabiliwa na kesi ya uhaini pamoja na mashtaka mengine. Tunaweza kusema kuwa chama cha CHADEMA wanaendelea kusimika msimamo wao wa no reforms, no election baada ya kujiondoa kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Mapema hii leo katibu mkuu wa chama hicho ndugu John Mnyika ameufahamisha umma kwamba hatohudhuria na hatoshiriki kwenye kikao cha leo April 12 mwaka huu wa 2025, kilichoitishwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kikihusisha vyama vyote vya siasa vitakavyoshiriki kwenye uchaguzi mkuu ujao kwa ajili ya kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Kulingana na taratibu, wawakilishi wa vyama vya siasa katika kikao hicho wanatakiwa kuwa watendaji wakuu wa kuwa vyama yaani makatibu wa vyama kwa kuwa ndiyo wenye mamlaka ya kusaini maadili hayo ya uchaguzi mkuu. Katibu mkuu, sijateua kiongozi ama afisa yeyote kwenda kushiriki kwa niaba yangu katika kikao hicho kitakachofanyika kwenye ofisi za tume ya taifa ya uchaguzi mkoani Dodoma, imesema taarifa ya John Mnyika. Wakati hayo yanafanyika, ikumbukwe kuwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipasilisu ametiwa korokoroni, wakati ambapo makamu wake mwenyekiti John Heche kupitia kurasa yake ya X Twitter amechapisha taarifa akieleza malalamiko yake kadhaa ya kutokuwa na imani na ya kutokuwa na imani na tume hiyo na kile ambacho wametangaza kukifanya hii leo. Tume ya taifa ya uchaguzi nchi hii haijawahi kuwa na maadili, ni tume ambayo inakisaidia Chama cha Mapinduzi, haiwezi kuwaambia watu wasaini maadili kwa sasa. Hoja ni moja tu, no reforms, no election, amesema jana. Kulingana na taarifa ya tume ya uchaguzi iliyochapishwa na chanzo chetu cha habari hii, mkurugenzi wa uchaguzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Bwana Ramadhani Kailima alisisitiza kuwa chama ambacho alithibitisha kuwa chama cha siasa kitakachokwepa kusaini kanuni hizo za uchaguzi hakitaruhusiwa kushiriki kwenye uchaguzi mkuu, kwani maadili hayo yameandaliwa kwa mujibu wa sheria za uchaguzi. Kusainiwa kwa kanuni za maadili kunakuja wakati huu ambapo Chadema imeendelea kusisitiza kuhusu kampeni yake ya no reforms, no election wakitanabaisha kuwa bila mabadiliko ya kisheria hakuna uchaguzi na kulingana na kauli ya katibu mkuu wa chama hicho na taratibu za tume ya uchaguzi. Swali kubwa sasa ni kuwa Chadema ndio wamejiondoa rasmi kwenye uchaguzi mkuu ujao? Kile walichokuwa wanakizungumza kuwa hawatasimamisha mgombea yeyote kwenye nafasi yoyote ndicho kinaenda kujiri rasmi leo. Tutarajie maandamano yao kama walivyotangaza kufanya siku ya uchaguzi mkuu. Nini hatima ya vuguvugu la G55? Uchaguzi mkuu utafanyika baadaye mwezi Oktoba na hisia za wengi zimeelekezwa kwenye kinachoendelea ndani ya chama cha Chadema kwa sasa, huku wengi wakionekana kusubiri kushuhudia kile ambacho kitajiri wakati huu e, ikiwa imesalia miezi mitano kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu wa 2025 wakati ambapo tayari vyama kama CCM, NLD na NCCR mageuzi vimekwisha tangaza wagombea wao nafasi ya urais pamoja na wagombea wenza. Kwa upande mwingine, vyama 18 kushiriki uchaguzi mkuu, Chadema rasmi ya kosa sifa ushiriki. Mkurugenzi wa uchaguzi Ramadhani Kailima amesema vyama 18 vya siasa vimeridhia kusaini kanuni ya maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani kwa mwaka huu wa 2025 na hivyo kupata sifa ya kushiriki kwenye uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka huu sambamba na chaguzi nyingine zote ndogo zitakazofanyika ndani ya miaka mitano ijayo. Vyama hivyo ni AAFP, ACT Wazalendo, ADA Tadea, ADC, CCK, CCM, Chauma, Kaf, Makini, DP, NCCR Mageuzi, NLD, NRA, SAU, TLOP, UDP, UMD na UPDP. Vyama vya siasa kumi na nane kati ya kumi na tisa ndivyo vimesaini kanuni ya maadili ya uchaguzi mwaka huu wa 2025, na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema hakijasaini. Akizungumza katika hafla ya kusaini kanuni ya maadili, Kailima ameeleza wajibu wa kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi kwa mujibu wa kifungu namba 1622 cha sheria hiyo, pamoja na aya ya 12 ya kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka huu wa 2025, kanuni zinapaswa kusainiwa na wahusika kwa kila chama cha siasa, serikali na tume. Maadili ya uchaguzi ni muhimu katika kuwezesha uchaguzi huru na haki. Ni muhimu kwa pande zote kuhusika na kusaini maadili hayo. Mchakato wa maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani kushirikisha wadau, na tunawashukuru wadau wote kwa maoni mliyoyatoa wakati wa maandalizi ya kanuni hizi, alisema. Kulingana na gazeti la Nipashe, mkurugenzi wa zamani wa itifaki, mawasiliano na uwenezi wa Chadema John Mrema alipoulizwa kuhusu ushiriki wao katika mchakato wa uchaguzi ikiwa chama chao hakijatia saini kanuni hizo za maadili, hivi leo amesema watakuwa, e, watakutana ili kutoa tamko lao na namna watakavyofanya. hiyo ni G55 Itakumbukwa kwamba siku ya jana tarehe kumi na moja mwezi huu wa nne na mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi aine kwa kushirikiana na serikali na vyama vya siasa ilisema inatarajia kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi e, siku ya tarehe kumi na mbili ya mwezi huu wa nne na mwaka huu wa 2025 ikiwa ni maandalizi ya kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Mkurugenzi wa uchaguzi wa INEC eh, Ramadhani Kailima alithibitisha siku ya jana, Aprili 11 mwaka huu wa 2025, jijini Dodoma kuwa chama chochote kitakachokwepa kusaini kanuni hizo hakitaruhusiwa kushiriki kwenye uchaguzi huo. Alisema maadili hayo yameandaliwa kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi namba moja ya mwaka 2024 kifungu cha 162 13 na yataainisha wajibu wa vyama, serikali na tume wakati wa kampeni na uchaguzi. Kailima alisema tayari maandalizi yote muhimu yamekamilika na mawasiliano kati ya tume, serikali na vyama yameshafanyika. Sasa kinachosubiriwa ni tukio la kusaini jijini Dodoma. Chama ambacho hakita saini maadili hayo hakitapata fursa ya kusimamisha mgombea yoyote. Zoezi hili litafanyika kwa siku moja tu, alisema Kailima. Kwa upande mwingine, kifungu cha 162 mbili cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani sheria namba moja ya mwaka 2024 kinaweka sharti la ulazima kwamba kila chama cha siasa, kila mgombea kabla hajawasilisha fomu ya uteuzi serikali na tume, wanapaswa kusaini na kuzingatia kanuni za maadili ya uchaguzi wakati wote wa kampeni za uchaguzi na uratibu wa utekelezaji wake. Lengo la utiaji saini wa kanuni hizi ni kuhakikisha kuwa wadau muhimu wa uchaguzi wanathibitisha utii na uzingatiaji wa misingi ya kimaadili inayopaswa kuzingatiwa wakati wa kampeni na katika uchaguzi. Aidha, ni muhimu ikazingatiwa kwamba chama cha siasa ambacho kitashindwa au kukataa kusaini kanuni hizi za maadili kitazuiliwa kushiriki katika uchaguzi. Huyu ni Jaji Mwambegele, mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, jaji wa rufani Jacobs Mwambegele akizungumza siku ya Jumamosi mosi Aprili 12 mwaka huu wa 2025 wakati wa kikao cha kusaini maadili ya uchaguzi kinachofanyika makao makuu ya ofisi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi jijini Dodoma. Niwapongeze vyama vya siasa kwa kukubali mwaliko wetu wa kushiriki katika kikao hiki ambacho kina umuhimu wa kipekee kwa ajili ya maandalizi ya kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka huu wa 2025. Niwashukuru viongozi wote wa vyama vya siasa kwa namna ambavyo mmekuwa mkiipa ushirikiano tume katika utekelezaji wa majukumu yake mbalimbali mbali, hususan yale yanayohusu mchakato wa maandalizi ya uchaguzi ikiwamo uandaaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi ambazo tupo hapa leo kwa ajili ya kutia saini kwa ajili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani wa mwaka huu wa 2025. Jaji Mwambegele, mwenyekiti mwenyekiti wa tume huru ya taifa uchaguzi, Jaji wa rufani Jacobs Mwambegele akizungumza wakati wa kikao cha kusaini maadili ya uchaguzi kinachofanyika makao makuu jijini Dodoma